Wananchi wametakiwa kuchukua tahadhari na kuwa tayari wakati wote kukabiliana na majanga ya moto, hasa katika makazi yao, sambamba na kuepuka tabia ya kusafisha mazingira kwa kuchoma moto ovyo ambayo husababisha athari ya mazingira na usalama kwa jamii. Wito huo umetolewa leo jijini Dodoma na Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Dodoma, Mrakibu Rehema Menda, wakati wa zoezi maalum la kujiandaa na kukabiliana na majanga ya moto iliyofanyika katika soko la Machinga. Hata hivyo, zoezi hilo lilisababisha mshtuko kwa baadhi ya wafanyabiashara waliokuwa katika eneo hilo, ambapo mfanyabiashara mmoja alizimia kutokana na taharuki ya ghafla iliyotokana na mazingira ya zoezi hilo. Leo tarehe tano mwezi wa sita tumepokea taarifa ya tukio la moto maeneo ya soko la Machinga kwamba kuna moto upo umetokea katika hili soko kwa majira ya saa nane na dakika arobaini na tatu na dakika arobaini na saba tayari walishafika eneo la tukio na kuweza kuanza kuuzima ule moto na, ule moto mujia mujia naji, ingia, na huo moto tumeukuta eneo hilo. Moja kwa moja, wapiganaji waliingia kazini na kuanza kuuzima huo moto. Aa, kilichokuwa kinaungua ni sehemu ya taka katika hilo soko, lakini chanzo kikubwa, baada ya kuwasiliana na uh, viongozi wa soko, ni kwamba waliandaa zoezi la utayari ili kuweza kuona endapo itatokea changamoto ya tukio la moto. Aa, namna ambavyo wafanyabiashara wananchi watakavyoweza kuchukua tahadhari dhidi ya janga hilo, hata namna ya kujiokoa. Na hili tumeliona wote mashuhuda, tumeona watu baada ya kuonekana kuna moto kweli wamechukua tahadhari, hawajaanza kuokoa mali. Aa, kwa hiyo hili linadhihirisha kwamba elimu ambayo tunaitoa kila siku inafanya kazi. Aa, lakini pia zoezi hili uh, limeleta uh, matokeo kwa maana ya kwamba upande wa wa mifumo ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Hili soko limejengwa kisasa. Uh, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili soko limeweza kujengwa kisasa lakini pia wamezingatia miundo mbinu yote ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Mnaona wenyewe hapa nyuma tunaona hapo kuna bomba tunaita fire hydrant, ambapo askari wameweza kupata maji pasipo kutoka eneo la tukio. Kwa ikitokea changamoto au dharura yoyote ya moto, uwezo wa kuchukua maji moja kwa moja katika hili eneo la soko upo na hydrant zipo na zina uh, mgandamizo au pressure ya kutosha. Kwa hiyo hili uh, tunaipongeza sana serikali kwa sababu ya, ku, ya kuona umuhimu wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto na si soko tu hili la Machinga complex lakini pia hata zoezi hili litaendelea katika masoko mengine. Tutafika Saba Saba na tutaenda maeneo mengine, soko la Changombe, soko la Mavunde, soko la Ndugai. Hapa Dodoma tuna masoko katika wilaya zetu zote saba. Kwa hiyo maeneo hayo yote yatafanywa haya mazoezi, ambapo tayari ukaguzi umeshafanyika na wafanyabiashara wana taarifa hiyo na tumeshauri vitu vya kuweza kuvifanya lakini sambamba na hilo ni waombe wa Tanzania, ni waombe wananchi wa mkoa wa Dodoma, hahususani wafanyabiashara katika masoko waweze kuepuka kusogeza bidhaa zao kwenye a, a, kwenye barabara, kwenye njia za kupita magari. Hii itapelekea urahisi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuweza kusogeza huduma ama kutoa huduma kwa wakati, lakini jambo lingine ni kuweza kuepuka kuepuka upande wa kuharibu miundombinu ya maji kwa ajili ya kuzima moto. Tumeona hapo kuna fire hydrant, lakini isipotunzwa vizuri itaharibiwa. Kwa hiyo wakumbuke wafanyabiashara, niwakumbushe wakumbushe wananchi wa Dodoma, popote penye miundombinu hii ya maji ya kuzima moto tuitunze. Eh, ni ni, ni Uh, ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa manufaa ya wafanyabiashara wote, kwa manufaa ya maisha na mali za Wanadodoma. Kwa hiyo jambo lingine leo tulikuwa na siku ya kuadhimisha siku ya mazingira duniani tarehe tano mwezi wa sita wa niwakumbushe na Wanadodoma, niwakumbushe Watanzania wenzangu, tuchukue tahadhari, hususan katika kipindi hiki kuepuka kuharibu mazingira kwa njia ya kuchoma moto. Usisafishe, usisafishe eneo lako nyumbani kwa kuchoma moto, zipo taratibu. Wasiliana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na sisi tutakujulisha ni mbinu zipi zinapaswa kutumika ili uweze kusafisha eneo lako pasipo kuleta athari ya kimazingira. Lakini sio athari ya kimazingira tu, unapouanzisha ule moto, rasilimali hii ambayo ingeweza kuokoa soko letu leo, magari pamoja na maji na askari, nguvu kazi utaipoteza kwenye moto ambao umeutengeneza mwenyewe na ukakushinda, na kupelekea usambae na kuchoma nyasi ama kuharibu mazingira. Kwa hiyo niwakumbusha wananchi wa mkoa wa Dodoma, katika msimu huu wa kiangazi tuepuke kuchoma moto, iwe ni nyasi, iwe vichaka, au unasafisha kiwanja chako, hairuhusiwi, ni kosa la kisheria na hatua kali zitachukuliwa kwa yule ambaye atakwenda kinyume kwa mpa soko lipo salama hapa, kama mnavyoona, kazi imefanyika kwa umahiri mkubwa sana na hakuna madhara yaliyotokea. Yalitokea majeruhi mmoja, na tayari vyombo vyote vya usalama na ulinzi vikuwa hapa, lakini hata huduma kutoka kwa uh, RMO Dodoma alikuja mara moja na kumchukua yule majeruhi na anaendelea vizuri. Niwashukuru sana na niendelee kuwakumbusha, taarifa hii tumeipokea kwa namba yetu ya dharula moja moja nne kwani wakumbushe pia tutumie namba ya jeshi la zimamoto na uokoaji nambari mia moja kumi na nne au moja moja nne, ili kuweza kutupata na tutaleta huduma kwa wakati, iwe ni maokozi iwe ni janga la moto. Chanzo ilikuwa ni uchomaji taka, ambapo ulichomwa katika pipa, lakini kama mlivyosikia maelezo ya uh, kiongozi wa hili soko waliandaa zoezi la utayari kama ambavyo tunaona katika viwanja vya ndege, kama ambavyo tunaona katika taasisi za fedha. Tumefanya hili zoezi mahususi ili kuona utayari, ikitokea changamoto kama hii, ni jambo gani litapaswa uh, kufanyika kwa hili. Chanzo ni takataka ambazo zilichomwa hapo ili eneo la wazi, ambazo zikapelekea moto mkubwa, na tumeona uh, utayari wa wananchi badala ya kukimbilia kutoa mali, wameokoa kwanza maisha na ndicho kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Lakini pia uharaka wa jeshi la zimamoto kufika eneo hili, e, imezoeleka maeneo mengi sana wananchi wanasogeza bidhaa, tunashindwa kupita kuweza kuzima moto na baadaye kutokea malalamiko ya kutokupata huduma iliyotakiwa kutolewa. Tumefika hapa mimi na timu yangu toka jeshi la polisi kwa ajili ya kuimarisha usalama kwenye hili tukio la ajali ya moto tumepata taarifa dakika chache zilizopita, kama robo saa hivi zilizopita, kwamba kuna tukio la ajali ya moto kwenye soko la Machinga Complex. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa kituo na kama mtu niliyepata taarifa ya mapema, nilichokifanya ni kuita timu zangu za mbalimbali kwa ajili ya kuja kuimarisha usalama kwenye ile eneo, usalama wa mali pia usalama wa watu. Kwa hiyo timu mbalimbali za polisi zilikuwa hapa, kulikuwa na timu ya forensics ilikuwa hapa kulikuwa na timu ya CRT, lakini pia kulikuwa na askari wa doria walikuwa hapa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi kwenye ile tukio la ajali ya moto. Ni kujiweka tayari, maana kunapokuwa na mkusanyiko wa watu jambo lolote linaweza kutokea, jambo ovu linaweza kutokea, aidha la wizi, tukio la moto, ujambazi na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo ni, ni hali tu ya wananchi kujiweka tayari kwa lolote linazowela za kujitokeza, lakini pia sio kwa wananchi tu, hata kwa sisi askari. Kwa mfano hao askari waliofika eneo hili walikuwa sehemu mbalimbali wakitekeleza majukumu yao ya kazi, walipoitwa wakafika kwa weledi na kwa wakati, na mpaka sasa hivi jeshi la, la polisi halijapokea tukio lolote la mtu kuibiwa, kushambuliwa au kufanywa chochote, isipokuwa ni mwananchi mmoja ambaye nafikiri yameshtuka amepata mshtuko baada ya kuona moto na kusikia makelele ya moto moto, akawa amepoteza fahamu. Wenzetu wa idara ya afya wamemchukua na tayari wamemfikisha hospitali. Hatukuwa hapa ule utayari, kwa sababu moto huwa haumpi mtu utayari. Kwa hiyo tulichokifanya ilikuwa ni demonstration ya kuwaonyesha kwamba majanga ya moto yapo, kwa hiyo yanatokeaje na yanazimwa namna gani. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika hapa ni kuwapa utayari na kuangalia mifumo yetu ya soko kama iko vizuri kwa ajili ya kuweza kuzuia janga la moto. Kwa hiyo tulichokifanya tumefanikiwa, ukozi tumezima moto vizuri na mambo yameenda vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana Jeshi la zima moto kwa sababu wametupa hiyo elimu na wametuwekea pale, kuna namba yao pale ambayo tunaweza tukawapigia, ni kitu ambacho ni kizuri zaidi. Vilevile tumewashukuru sana Jeshi la polisi walikuja, wa mari, hawa, laia, kwa sababu na wao walikuja wamelinda mali za raia hawa na wamelinda raia, kwa hiyo hakuna mtu aliyeibiwa wala nini, na pia tunawashukuru madaktari kwa sababu kama unavyoona kwamba amekuja yule mtu mmoja alipata kidogo tatizo la resh, lakini madaktari walifika sa mapema sana hapa wakampa ile huduma ya kwanza na wamempeleka hospitali. Tukio hili limekuwa fundisho kwetu kubwa, kwa sababu tumeona utayari wa jeshi la zimamoto, tumeona utayari wa jeshi la polisi. Kiukweli tumepiga simu moja moja nne, ilikuwa ni kitendo cha dakika chache tu wakatufikia. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba serikali kiujumla imejipanga kukabiliana na matukio kama haya yanayojitokeza, kwa sababu hii ilikuwa ni demo, lakini ingelikuwa ni moto bado tungepata msaada kwa haraka, kwa sababu wamekuja. Nimeangalia saa yangu ni ndani ya dakika tatu toka nimepiga simu, kwa sababu mimi nilipiga simu ndani ya dakika tatu akawa ametufikia hapa. Kwa hiyo hii inatuonesha kwamba majeshi yako tayari wakati wote. Ah, tukio hili tulilifanya kwa siri, kwa sababu wengi hatukuandaa kwa, kwa hiyo kwa sababu ilivyotokea mwenzetu alilipokea moja kwa moja kwamba tayari ina inaenda kum, kumuathiri na ukiangalia, yule ni mtoto wa kike na alikuwa kwenye chumba kidogo, nadhani kule ndani alilemewa na ule moshi uliokuwa umetanda hapo, akawa ameshindwa ku, ku, ku, ku kuziweka sawa hisia zake, ni tuseme kama pressure, kwa sababu in nature anasema na ugonjwa wa pumu sana, nadhani na ule moshi ulivyokuwa mkubwa ulimzidi. Zoezi hilo ni sehemu ya kampeni endelevu ya kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu majanga ya moto na umuhimu wa kuwa na vifaa vya kuzimia moto katika maeneo ya biashara na makazi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, like, comment na share, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.